Taifa lolote livunje haki za binadamu ziue raia ifanye mambo yoyote kwa mabaya, lakini likiwa inanufaisha Marekani katika maslahi yake mbalimbali, taifa hili huwa Marekani hailaumu, na linaitwa taifa la demokrasia na viongozi wake huwa wanasifiwa kwa namna moja ama nyingine. Kilichotokea kwa upande wa Venezuela ni suala ambalo lilifanyika kule Iraq na kuweza kumpa visingizio Saddam Hussein vitu mbalimbali mwaka elfu mbili na kumi na tatu kama utakumbuka kana, a, amba, na mwisho Saddam Hussein kunyongwa ikiwezekana. Aliambiwa kwamba anahusika na masuala ya silaha za sumu anamiliki silaha za sumu na anatengeneza, lakini baadaye baada ya baada kifo chake ikagundulika kwamba si sahihi ana hizo silaha. Lakini kama itakumbukwa pia mwaka elfu mbili na kumi na moja Muammar Gaddafi ilifanyika kampeni kadhaa, lakini mwisho wa siku Gaddafi aliweza kuuawa. Lakini kwa nini haya yanatokea? Uh, Marekani anayafanya haya katika mataifa yale ambayo moja kwa moja yana utajiri, ina resources, lakini kwa maslahi mapana ya mataifa mengine au yale mataifa yenyewe na si Marekani, ili aweze kunufaika uh, na utajiri wa mataifa hayo, maana yake lazima hayo mataifa yakubali kuingia mikataba na makampuni na taasisi mbalimbali za Kimarekani kwa maslahi mapana ya Marekani katika ile kinachoitwa boga street, ambayo hata katika kipindi cha ukoloni ilikuwapo mikataba ya namna hiyo, ambao wanufaika na, na Marekani na washirika wake lakini sio wale ambao wanashirikiana nao uh, yale mataifa yenye resources ndilo ambalo moja kwa moja mwaka elfu mbili na saba uh, rais wa wakati huo, ni historia ndefu, lakini tukianzia elfu mbili na saba rais wa wakati huo ambaye ni Hugo Chavez wa Venezuela aliingia katika mgogoro mkubwa, akiwa ameendesha kampeni, baada ya kuona kwamba makampuni ya mafuta ya Marekani yananufaika zaidi, yaliyokuja kuwekeza pale kuliko wa Venezuela wenyewe. Uh, Ugo akafanya kampeni ya kuyaondoa makampuni ya ma, uh, ma kimarekani, kuyataifisha na ili waweze kunufaika wa Venezuela. Marekani ilani vikali sana na ikawa moja kwa moja diplomasia imevunjika, lakini kama tunavyofahamu ni kisasi cha Marekani pale pale na Venezuela kwa kiasi kubwa, na yote, Venezuela ina reserve nyingi zaidi ya mafuta kuliko nchi nyingine duniani. Hey, Marekani inanufaika na mafuta ya Saudi Arabia kwa kiasi kikubwa tu ina mafuta ambayo inapata pale lakini Iraki ikumbuke, ni nchi ambayo inamiliki mafuta lakini ndani ya Iraki Marekani alichomondoka Saddam Hussein kwa interest zake. Sasa nini kinachoendelea? mafuta ya Venezuela, Marekani si mnufaika, wanaonufaika ni Urusi na mataifa mengine, lakini inatoa asilimia kubwa ni wananchi wa sasa wa wa, wa, wa, wa, wa, Venezuela sasa, nini kifanyike? Ilikuwa ni kampeni ya lazima ya muda mrefu, lakini ukiangalia wa la kiuchumi kwa sasa namna gani, Marekani diplomasia haiko vizuri. China imeipiku Marekani kwa kiasi kikubwa, ushawishi wake wa China ni mkubwa kuliko Marekani, uwekezaji wa China sasa hizi na kuaminiwa katika mataifa kadhaa, anafanyeje? Kwa hiyo Marekani bado imeendelea kuhakikisha kwamba inarudi katika zile zile njia za kiubabe kuhakikisha kwamba kauli ya Donald Trump anasema make America great again, na hili swala linaonekana kwamba bado hata upande wa upande wa Nigeria ni changamoto pia, na kwa namna moja ama nyingine, upande wa Irani nako unaweza ukaona kwa namna gani nyekundu imeanza kuwaka na ni kwa muda mrefu mgogoro wao, lakini kwa sasa hivi unaonekana ni mgogoro ambao unaenda kukua zaidi, lakini ni yale yale kugombania rasilimali katika nchi mbalimbali, ili mradi kufanya Marekani iwe great again katika mpango huo mm-hmm. nini kinachoendelea kwa mataifa mengine nini kifanye tunaona kwamba mataifa mengine ili yasiweza kufikia katika anguko kama ilivyomtokea madulo ama kuweza kupata matatizo mbalimbali mbali kutoka kwa Marekani mataifa kukubali kuishi uh, kuhakikisha amani inapatikana lakini yasinufaike na zile rasilimali ambazo wanazimiliki mataifa hayo yapo kadhaa ambayo yanaishi kwa amani, angalau wana utajiri, lakini utajiri wao una maana katika ma, a, a, mazingira ya maslahi yanayopatikana kulingana na utajiri huo, na hapo amani itazingatiwa, na hata Marekani itakuwa inasikia na mataifa kadhaa kwamba ni nchi bora, ni nchi tulivu, ni nchi ambayo iko vizuri hata uongozi wake. Ni tatizo la namna hiyo na limekuwa ni jambo la kawaida katika mazingira kwamba anayefanya ndiyo ambaye anazungumza demokrasia ulimwenguni, anayefanya ndio mtu ambaye anakopesha mataifa mbalimbali. Hata Umoja wa Mataifa wenyewe ajenda zake na mambo yake mengi hayaendi bila Marekani kushiriki kuonyesha mchango wake kwao. Unaweza ukaona kwamba ni mambo mazito ambayo moja kwa moja yanakumba dunia, na unaweza ukaona leo yametokea hayo. Nani anacheka dhidi ya Venezuela? Hata mataifa mengine yanapata wasiwasi, hata ya katika katika wale washirika wake Marekani na kimsingi kwamba wanapata wasiwasi, hiki anachokifanya Marekani leo anaweza kufanya katika taifa lolote, kwa sababu tayari limisha kuwa ni taifa ambalo linafanya lototo kutokana na nguvu zake. Lakini kwa hali ya ushawishi wa Marekani sasa hivi umepotea, na bado Marekani ipo na wanatakiwa waendelee. Kuishi kila taifa katika hali kama hii linategemewa kuenda pengine, linaweza likaishi katika tension, ukizingatia ni kurudisha tu katika ile hali ya kwamba inaonekana yale mataifa ambayo yana rasilimali, unaweza ukaona asilimia kubwa kitendo cha kutokuwa na makampuni ya Kimarekani au kutokuwa na ushawishi mkubwa kati yake na Marekani, Marekani inufaike, ndio mataifa ambayo yana mizozo, waasi ndio wamekuwa na kabili mataifa hayo kwa namna moja ama nyingine. Bado ni sema tuendelee kushuhudia mvutano uh, ambao unasababishwa mareka, uh, na marekani kwa kiasi kikubwa ulimwenguni, lakini sio kwa marekani peke yake. Hivi hivi kwa kuyafanya hayo ni kwa maslahi ya kiuchumi na kutafuta ushawishi usha, usha, zaidi.